Asalamu alaikum mambo zenu, kama jina naitwa Rukia Laltia na, Al na karibuni sana katika chaneli yangu. Katika video yetu ya leo, ningependa kuwafunza jinsi ya kutengeneza kuku wa kuchoma aliyokolea viungo vizuri, na kama pia unavyoona katika video pia. Yaani kuku huyu jamani ni mtamu, unaweza kula kwa kitu chochote. Makini kanami hadi tamati. Moja kwa moja katika matayarisho yetu, utaanza kutengeneza vegetable zako utachukua kitunguu chako kimoja kikubwa hakikisha umetoa maganda na utakikata vipande vidogo vidogo. Alafu, utachukua na pilipili mbuzi yani habanero moja. Unaweza kuongeza ikiwa ni mpenzi wa pilipili. Alafu utachukua na pilipili bogo, pilipili boga zako za rangi za tofauti mimi nimetumia kijani, nyekundu pamoja na ya manjano. Nimekata vipande vidogovidogo nitanyunyiza chumvi kiasi, nitaweka na mafuta kiasi pamoja na pilipili pili manga. Alafu nitaoka katika oven kwa moto wa 180 kwa dakika 15. Ama pia unaweza kuzichoma tu kiasi kwenye mkaa hivi ndo zipate kuingia ile moshimoshi wa mkaa na kupiga wekundu wekundu kama vile golden brown color. Huku vegetables zetu zikiwa kwenye oven ama zikiwa kwenye mkaa kwenye mkaa itakuwa ni bora zaidi, ndio ile kuku apate kuwa na moshi moshi, lakini pia kwenye oven pia ni sawa. Mwisho kabisa, utachukua tukala moto, utaweka kwenye kuku, ndio kuku wako apate kuwa na harufu ya moshi. Utachukua kuku wako, hakikisha umemwosha vizuri alafu, mimi napenda spices zipate kuingia katika ngozi vizuri, kama unavyoona. Alafu nitakata kiasi, ili spices zipate kukolea vizuri kwenye kuku wangu. Na huku, baada ya dakika 15, vegetables zetu ziko tayari. Kama unavyoona, utachukua blender yako, ukuzitia kwenye blender pamoja na ukwaju na chumvi kiasi na utablend kila kitu vizuri. Tayarisho ya kuku hatutaweka spices nyingi katika kuku maana tunataka tupate ile ladha ya kuku na pia ladha ya hizi vegetables. Utatia vegetables zako kwenye kuku alafu utamkoleza kuku wako vizuri, utatia ndani ya ngozi na kila sehemu ya kuku alafu nitaongeza na ukwaju. Sipendi kutumia ndimu katika mapishi haya. Ukwaju inaleta ile ladha nzuri katika vyakula alafu nitamfunika kuku wangu nimweke katika friji kwa usiku mzima. Mimi upande wangu nimemkoleza kuku wangu usiku mzima ndio hivi viungo vipate kukolea vizuri, lakini ikiwa hauna time unaweza kumreka tu, yani ukammarinate ukaa kwa masaa machache, itategemea mwenyewe. Sasa hii ni siku ya pili. Siku ya pili nitachukua kuku wangu nitamweka katika tray, alafu nitanyunyiza na mafuta kiasi, ndio ile kuku akiwa katika oven pia apate ku pata ile rangi nzuri ya golden brown, alafu nitamuoka katika oven kwa moto wa 180 kwa dakika 40 mpaka 45, ama utakapoona kuku wako ameiva vizuri. Yani inategemea na oven yako. Na ikiwa pia una oven, unaweza tu kumchoma katika mkaa, yani mkaa inakuwa ni vizuri, yani unapata ile moshi ya ya chakula. Na baada ya 45 ama dakika ambazo umeika katika oven, kuku wetu yuko tayari. Kama unavyoona katika video jamani, ameiva vizuri, rangi pia inapendeza. Tutaweka katika sahani yetu na nitamkata ili mpate kuona jinsi alivyoiva ndani yaani yani, mnamuona kuku si mkavu si majimaji yani ameiva vizuri na alikuwa mtamu jamani yani, ukuku. Mm, yani sijui kwa nini nilifanya vipande viwili, ningefanya kuku mzima haswa Unaweza pia kula kwa wali, mkate wa ufuta, ugali, yaani kitu chochote ambacho unachopenda wewe mwenyewe. Na ikiwa utajaribu hii recipe, please join katika comment section ili mpate kunijulisha. Na ikiwa ni mgeni, please usisahau kusubscribe na kushare video hii na kwaherini babai bye bye.